Zaidi ya laki moja. Kwa hiyo unaona kwamba matibabu yanaweza kuwa ni ghali sana kuliko hata kuchanja. Kwa hiyo ni vizuri uh, tuwakumbushe wafugaji kwamba ni wakati umefika sasa kwamba waweze kuchanja mifugo yao, na chanjo ni swala la kisheria, na kama kunatokea kuna kampeni inafanyika na usipochanja bado unaweza ukachukuliwa sheria na sheria ikafanya kazi na nizungumzie tu kwamba unapokuwa na mifugo yako bora, maana yake kutakuwa na mazao yatokana na mifugo. Kwa mfano maziwa yataongezeka, ngozi itakuwa ni ngozi bora, nyama itakuwa ni nyama salama kiasi. Yes, kwamba hata watu watakapokula hiyo nyama itakuwa ni nyama salama, kwa sababu ukichukulia kwa mfano ugonjwa wa kimeta ni ugonjwa mmoja hatari sana. Ikitokea mnyama amechinjwa mwenye ugonjwa wa kimeta, basi utaleta madhara sana kwa wananchi, na wananchi wanaweza wakafa. Lakini kuna maziwa ambayo kama ng'ombe ana TB kifua kikuu bado vile vile watu wanaweza wakapata huo ugonjwa. Kwa hiyo ni vizuri kuchanja kwa ajili ya usalama wa mifugo lakini vile vile kwa ajili ya usalama wa wanadamu. Na niseme tu kwamba kama mwenyekiti alivyosema kuna hiyo kampeni ya uzinduzi wa chanjo kitaifa ambayo itafanyika Bariadi kule Simiu. Ah uh, itafanyika tarehe 16 mwezi wa 6 2020.